huu umepangwa kutumiwa jumla ya tanzania za kishilingi bilioni tatu nukta nne tano utekelezaji wa mradi huu ulianza mwaka 2021 na utarajiwa kuisha mwezi wa sita mwaka 2025. Mapokezi ya fedha, halmashauri ya wilaya ya Kwimba hadi sasa umepokea fedha za tanzania bilioni mbili nukta saba kwa ajili ya utekelezaji wa ujenzi huu jengo la utawala. Matumizi ya fedha hadi sasa mradi umetumia kiasi cha shilingi milioni mbili nukta tatu mbili na mpaka sasa mradi huu umefikia asilimia tisini na tano za utekelezaji. Halmashauri imetuma maombi ya fedha wa ofisi ya Rais TAMISEMI kiasi cha shilingi milioni mia mbili tisini na sita ili kufanikisha hatua za mwisho za ukamilishaji ambapo ni mfumo wa maji taka na umeme tu. Mtimisha halimashauri inatoa pongeza dhati kwa, kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuletea fedha nyingi za utekelezaji wa mradi wa maendeleo katika wilaya ya Kwimba. Tunamuomba, tunamwombea kumtakia kila la jema katika kuwatumikia Watanzania, yeye pamoja na usaidizi wake wote furahi sasa, tulikuja hapo kuja kuweka jiwe la msingi ili jengo letu likamilishwe kwa haraka. Watumishi wajafanya kazi hapa, nimefurahi kuwaona nilipoona hapa, na kwa kuwa mkutano huko mjini, nimesema basi niwasalimie. Leo leo niko wilaya ya Kwimba na nimekuja kuiona miradi ambayo rais wetu alileta fedha akakabidhi kwa mbunge wenu ili ijengwe pamoja na nahima. Lakini mheshimiwa rais ameituma nje niwasalimie kwa kina mama wote, salamu zenu na mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye, aiyoooye. Ndugu wetu mashiwa mazuri yote sawa. Sasa tutakuwa na mkutano kule mjini, tutazungumza mengi. Nimekuja Kwimba nimeona mengi moja, nimezindua mradi mkubwa wa maji pale ubawa kanaudua pale mjini, na maji mingine yanakuja mgudu kiapangudu. Kuna mradi mwingine mkubwa tu milioni ya tatu kwa ajili ya kuimarisha maji hapa mjini. Vile vile, nenda marya kwenda kuona ujenzi wa chuo kipya cha mchezo Tanzania, unajengwa hapa, kubwa tu cha bilioni 32. Maeneo ni mazuri, eneo zuri, na kutakuwa na wageni wengi sana, kwa hiyo Kwimba itaarufaika

sahizi huduma za afya hazina shida. Kilimo najua niye huku wala hatutumii nguvu kuhamasisha kilimo, imeni ni wazuri kwenye kilimo cha pamba dhahabu nyeupe. Sasa hivi tunaanza kuona bei vya pamba vinaimarika, viwanda vinajengwa. Kuendeleni na kilimo. Mengine ni uwezeshaji tu kwenye makundi wa kinamama, vijana walemavu tumeandaa taratibu ya mikopo. Ile mikopo ye sasa halmashauri imesharusiwa mkopo ya wakina mama, ile asilimia nne, ukitaka kuanzisha biashara yoyote unapata. Aaa, halmashauri tena halmashauri ndio kuchukua hela, chukua unafanya biashara